Tanzania itakavyovuna kuiuzia umeme Zambia, lakini wameliamsha. Hiyo ni habari kabisa kwenye gazeti lako la Mwananchi, linaandika wameliamsha. E, Chadema ya anza safari ya no reform, no election. Dr. Sla atambulishwa rasmi, aomba radhi, wadau wa shangaa. Lisu heche warusha makombora CCM. Lakini makala azusha tafrani, wadau wa mkalia koni. Makala azusha tafrani, wadau wa mkalia koni. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi. Lakini bado kuna habari inasema, ufanisi bandari ya Dar es Salaam wavuta wageni, hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi. Na tukichana gazeti la Mwananchi tuangazie gazeti la Nipashe linaandika shahidi, kesi ya dawa za kulevya kutoweka kortini, hasa kwa kila kona. Shahidi wa dawa za kulevya atoweka kortini, hasa kwa kila kona. Lakini CWT yamkalia kooni dedi wa Kisarawe waone hesabu za CWT amkaliakoni ya ya dedi wa Kisarawe waone hesabu za bajeti. Lakini kuna habari inayosema e, upigaji kura 2025 mwamko wa uandikishaji Dar es Salaam siku siku zaongezwa. Lakini papa e, katika afya nafuu aruhusiwa kutoka hospitalini. Papa katika afya nafuu e, aruhusiwa kutoka hospitalini. Lakini marafiki wa mwaka 98 wakutana baada ya miaka 67, mshangao hadi kilio. Waja na kanuni lazima kufunga ndoa. Lakini Wasira ahoji alikomboe silaa arejea Chadema. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo. Na tukichana gazeti ya Nipashe tuangazie gazeti lako la Uhuru lenye ni habari kubwa inasema, Wasira agusa vijana, ilani mpya ya CCM. Wasira agusa vijana, ilani mpya ya CCM. Lakini Rais Mwinyi kufyeka migogoro serikalini na mtam, mtambo wa mwisho bwawa la mwalimu Nyerere wakamilika. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Uhuru ukurasa wa mbele. Lakini Kassim Majaliwa imani e, imani yetu iwe ni rais Samia hiyo ni waziri mkuu Kassim Majaliwa sema imani yetu iwe ni rais Samia, hiyo e, ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti la Zanzibar leo linaandika habari kubwa inasema ahidi kusimamia utii sekta ya umma Msajili wa hazina Zanzibar, eh, asaini makubaliano kuimarisha utawala bora. Lakini tuendelee kuwa na imani na Dr. Samia, huyo ni Kasim Majaliwa. Lakini waliopisha ujenzi wa hospitali mbinguni eh, kulipwa fidia walolipwa, waliopisha ujenzi wa hospitali ya mbinguni eh, walipwa fidia. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Zanzibar leo. Lakini sijara ya hudumia mamilioni ya abiria yaingiza shilingi bilioni ya 59 hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti la habari leo eh, guji la habari Tanzania asubuhi ya leo linaandika habari kubwa inasema, ineki yataja sababu za kuongeza siku mbili Dar es Salaam, ineki yataja sababu za kuongeza siku mbili Dar es Salaam. Lakini mufti kuepu eh, tuepuke eh, fitna uzushi uchaguzi mkuu. Lakini Raila Chadema zingatie ni fuara, eh, Raila Chadema zingatie ni fuara aitabiria Tanzania uchaguzi wa amani na uhuru. Lakini msajili hazina aanza kuchambua bajeti za taasisi msajili wa hazina aanza kuchambua bajeti za taasisi, ni habari e, ukurasa wa ukura pili. Lakini bandari Dar es Salaam yazivutia kampuni tatu za chuma, ni habari ukurasa wa nne. Lakini Kassim Majaliwa asema changamoto za kodi zitakwisha, ni habari ukurasa wa nne kwenye gazeti lako la habari leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina na tukiongezea kwenye gazeti la Majira na lenyewe asubuhi ya leo lina habari kubwa inayosema uchambuzi wa bajeti ya kuchochea ufanisi kwenye taasisi za umma. Lakini taasisi zinatakiwa kutumia mfumo wa kidijitali eh, kupokea maoni, na Rais Mwinyi atakautii wa viongozi kwenye utendaji. Lakini bado kuna habari inayosema treni ya SGR ya kusanya bilioni 59 tangu ianze kazi ya hudumia abiria, ya hudumia abiria milioni 21 yazalisha ajira nyingi kupelekea kilio cha wenye malori na mwezi ujao, TRC yapongeza maendele... maelekezo ya viongozi yenye habari ukurasa wa 4. Lakini INEC yaongeza siku uboreshaji daftari Dar es Salaam na upepo wasababisha maafa Nkasi yenye habari ukurasa wa 8. Lakini viongozi wa CHADEMA Odinga wajadili hali ya kisiasa nchini. Viongozi wa CHADEMA na Odinga wajadili hali ya kisiasa nchini lakini biashara, tuendelee kuwa na imani na Rais Samia, huyo ni Kasim Majaliwa asema ndani ya gazeti lako la Majira. Pate nakala yako kwa habari kinam. Lakini Taifa Tanzania gazeti lako lenye uzalendo kwanza linaandika ujenzi wa reli Kigoma hadi Tabora wafikia zaidi ya saba. E, ujenzi wa reli Kigoma hadi Tabora wafikia asilimia 7. Lakini miaka minne ya kuteketeza e, mtandao wa dawa za kulevya nchini miaka e, minne ya kuteketeza madawa ya kulevya nchini. Hiyo ni habari inapatikana pia kwenye gazeti la Taifa Tanzania, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kwenye gazeti la Rai ya Mzalendo, ukweli na uwazi, linaanza habari kubwa, inaandika katibu e, wa kanda makatibu wa kanda CHADEMA wamvaa Mnyika malipo ya malimbikizo yao. Lakini Mkuchika ang'atuka rasmi ubunge baada e, ya miaka ishirini bungeni. Huyu e, ni Mkuchika ang'atuka rasmi ubunge baada e, ya miaka ishirini bungeni lakini kuna baadhi inaosema JKCI apewa fedha na wizara uza, uh, ya maji katibu uh, kutibu watoto wenye matatizo ya moyo. JKCI apewa fedha na wizara ya maji kutibu watoto wenye matatizo ya moyo, lakini dawasa yaahidi kuendeleza ushirikiano. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo ukurasa wa tano. Lakini Masauni ahimiza matumizi ya nishati safi ya kupikia. Masauni ahimiza nishati safi ya kupikia. Hiyo ni gazeti lako la Raia Mzalendo. Lakini gazeti la kula Tanzania linaandika eh, Rais Samia wataka Watanzania Tanzania kuwa walinzi wa maji katika maeneo yao. Lakini wamwombea dua Rais Samia kwa kuboresha miradi eh, Dar es Salaam yenye habari inapatikana kwenye gazeti la kula Tanza eh, kurasa za mbele. Lakini gazeti la kula Machinga sauti ya wanyonge kurasa za mbele linaandika Rais Samia kinara sekta ya maji, upatikanaji wa maji vijijini wafikia asilimia 83 lakini uchambuzi wa bajeti kuchochea ufanisi taasisi za umma. Na bado kuna habari kubwa inayosema Raila e, amrejesha Lisu kwenye fuara za Samia. Huyo e, ni Raila amrejesha Lisu kwenye fuara za Raisi Samia. Lakini ine kiongeza siku uboreshaji daftari la wapiga kura Dar es Salaam. Kiongeza e, siku uboreshaji daftari la wapiga kura Dar es Salaam, hiyo ni bali inapatikana kule gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge kwa asubuhi ya leo lakini gazeti lako la Mwanahabari gazeti bora kabisa linaanza na habari inasema, imeongeza siku uboreshaji wa daftari la wapiga kura Dar es Salaam. Lakini Amo Foundation wamsapoti Rais Samia kwa kuwasaidia watoto wenye uhitaji, na Raila Odinga awafunda viongozi wa CHADEMA. Raila Odinga awafunda viongozi wa CHADEMA, hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Mwanahabari. Lakini wafanya biashara endeleeni kuwa na imani na Rais Samia. Huyo ni Kasim Majaliwa asema lakini gazeti la uelekeo lenyewe ukurasa wa mbele inaandika watanzania kuingia Kongo bila visa. Lakini rais Samia amefanya makubwa ya maendeleo. Lakini tume huru yaongeza siku mbili uandikishaji dar es Salaam. Ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako, pate nakali yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti ya Tanzania leo lenyewe ukurasa wa mbele inaandika wafanyabiashara, tuendelee kumwamini rais Samia. Lakini ineki yaongeza siku uboreshaji daftari la wapiga da kura. Odinga mrejesha lisu foara za Samia. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la kula Tanzania leo. Kinasema Odinga mrejesha lisu fora za Samia. Lakini Samia tuto, tumetekeleza ilani ya CCM upatikanaji wa maji na uzinduzi wa no reform no election wa Doda. E, na lakini kwenye fora za Rais Samia za shika kasi mali hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la kula Tanzania leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti la sauti ya mara ukurasa wa mbele inaandika muasa ya paa ya vuna lengo la ilani ya CCM lakini mwenyekiti CCM mara apongeza mchango wa gazeti la sauti ya mara yuna habari kurasa saba wa gazeti lako la sauti ya mara. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana sasa na kurasa mbili, tuangazie kuna michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la Tanzania leo linaandika Singida Black Stars Yanga kufungua uwanja leo. Lakini kazi moja tizi stars usipime kazi moja stars tizi usipime lakini onana ahesabu siku Mani United Rashford Foden mtegoni England. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako pate nagale yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la uelekeo linaandika Yanga kuzindua uwanja wa Singida Black Stars na NBC yaipatia kosa unioni basi jipya Stars mategemeo makubwa moroko. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la uelekeo. Lakini gazeti lako la mwanahabari linaandika Yanga Singida Black Stars kufungua uwanja, Simba Yanga kupigwa Mei, Simba Yanga kupigwa Mei, lakini Makambo ajisikia furaha kuchezea Tabora United, kocha Fadu Almasiri kufungwa lazima. Iyo ni habari kubwa kabisa kene gazeti lako la mwanahabari, lakini kuna habari kubwa kabisa ni Simba na Yanga kupigwa Mei. Lakini gazeti lako la wamachinga naandika Musa Kamara ataka ukipa bora ligi kuu lakini Stars ya, ya ugopa wa Moroko aucho bado bado sana Uganda Cranes ya Yanga, lakini Mtibwa Sugar awapoi championship ina bariki na gazeti lako la wamachinga. Lakini gazeti eh, lako la Raia Mzalendo kwenye mchezo naandika Stars matumaini kibao Moroko, lakini oku ya staff Uganda Crane amtaja Aucho, lakini Chaz Ahawa atamani MVP Bongo. Na gazeti lako la taifa Tanzania lenyewe eh, linaandika ebote Watanzania waiombea ushindi Taifa Stars dhidi ya Morocco. Lakini NBC ya wakibidhi basi Coastal Union. yoni habari kwenye gazeti la Taifa Tanzania e, kwenye kurasa wa mbele. Lakini kuna habari inasema Jean Claude Giramugisha kutua Yanga. Jean Claude Giramugisha kutua Yanga, yoni habari kwenye gazeti la Taifa Tanzania ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Nipashe kwenye michezo naandika Simba yatafutia dawa Al-Masri. Kocha Fadoo anza kujipanga mapema asema lazima wachezaji. Lakini Yanga Black Stars Singida eh, kufungua wa uwanja mpya leo. Simba kwini yaweka rekani eh, ubingwa eh, Simba kwini yaweka rehani ubingwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe. Lakini gazeti lako la Habari Leo kuna michezo inaandika zikit Shabalala na rekodi za pekee yao. Taifa Stars wapambana na baridi, lakini mwanaifei kubariki uwanja wa Singida. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo ukurasa eh, wa michezo. Lakini gazeti la Zanzibar leo linaandika hatua ya 32 kombe la FA kuanza Aprili 18. Wachezaji KVZ chini ya uangalizi maalum. Lakini NBC yakabidhi basi Coast Union. Yule habari kwenye gazeti la Zanzibar leo. Lakini gazeti la Uhuru linaandika stazi ya pewa mbinu kuiua hiyo Morocco. Lakini mwinjuma mgeni rasmi singi da Black Stars dhidi ya Yanga. Na gazeti ya Sport linaandika Fadu Aikomalia Almasri. Hamdi ana jambo singi da Black Stars. Hiyo e, ni habari inapatikana kwenye gazeti la Zesporti. Lakini gazeti lako la michezo, gazeti la mwanaspoti linaandika wa Moroko wametupeleka Kigoma e, yao hatuna wasiwasi e, wa Moroko wametupeleka Kigoma yao hatuna wasiwasi. Lakini mechi ipo hapa. Simba Almasri kuamuliwa kiufundi. Yanga yamwekea ya mtego sila. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la mwanaspoti ukurasa wa michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina na, la na gazeti lako la Mwanaspoti ndio natufungia kusomaji magazeti kwa asubuhi ya leo. pate Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema, na kwa herini, asubuhi njema.